Baba yetu keteme pasi mbinguni, tunasema asante kwa kuwa ni mwema. Tumekuja tena mbinguni pako kwa ajili ya kujifunza yaliyo mapenzi yako Bwana, na binti zako wanatamani kuyasikia maneno yako. Funika ubinadamu wetu kini, Mungu wetu, neno lako likaniulie juu. Tunaomba yetu tutatenda ndio kutia katika jina la Amen. Bwana ni mwema. TUCASA MUST 2025 kweli, huo ni wito Tukasa Musti ishirini na tano, naona watu bado akili azijakaa. Basi tusimame wetnaatu bado akili azijakakila mtu anakuwa na rafiki yake? ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho ifanikiwavyo. Na jana tulijifunza kurudi wapi? Edeni. Yaani tukao tuna kuna mfano niliwacha njiani. Ukiwa unatengeneza kitu kila mtu anatamani kiwe kizuri, si ndio? Hata sisi hapa vijana wa kiume na wa kike tunatamani kupata vitu vizuri. Tunasoma hapa kila mtu analiangalia kwamba kwanza ana, ana nyumba yake kichwani kwamba yaani kwangu Kutakuwa kuna mjengo, kuna nyumba afu kuna mjengo, kutakuwa kuna mjengo, lakini pia kutakuwa kuna gari, kile sio tu gari, kutakuwa kuna gate afu hilo gate istakamia, kutakuwa kuna mlinzi, lakini hivyo kutakuwa kuna swimming pool, kutakuwa kuna bustani, kutakuwa kuna... si kila mtu anafikiria? Yeah. Hivyo. Yo. Eh. Kwa hiyo sasa tukajifunza kwamba Mungu alianza kwanza kuandaa mbingu na nchi, akaweka mimea, akaweka maji, baadaye ndo akamuumba mwanadamu, na tujifunza kwamba sisi ni wa thamani mbele za Mungu. Kwa hiyo Mungu alitupendelea, nikawa si vijana wa kiume, mtengeneze mazingira kabla mjaingia kwenye nini, kwenye ndoa. Mmesikia jamani? Hey, tengeneza mazingira kiasi kwamba yule binti, <coughs> yani anapokuja afurahie, na nadhani mkufunzi atakuja sio mateso, si ndio? ni ni yani ni mbingu ndogo kweli kweli, hata kitanda hauna tu kwani mtavumiliana kulala chini? Hapana. Kwa hiyo unataka uandaeandae mazingira, lakini kuna kuna vitu ambavyo tujifunza kwamba Mungu alitupatia mbegu, mboga za majani, mimea ambayo wengi sana ulimwengu wa leo ukikuta watu wanavitumia hivyo vitu tunaona kama nini? Ni, ni maskini, ni mtu ambaye ya hajajipata, yaani kama kitoni kwako ni kwa kwa ni, spinach, ni Yaani hutaona mgeni lakini, kama siku ya kwanza ume, mgeni amekuja umepikia kuku lakini tena akaja nyama, anaona hani hapa ndio hivi, lakini ya kwanza amekuja spinach akachengesha chengesha wiki mbili <coughs> hivi akaja tena akutana na matembele akasema, mmm, labda bahati mbaya kutana viazi vitamu, yaani wewe hutaona tena asema, yaani huyo kakwama na maisha. Lakini kumbe tukajifunza kwamba hivyo vitu vinatuongezea afya kimwili, kiakili, kiroho na kijamii. Nasemaje? Amen. Lakini no. Pia tuliangalia somo somo hilo kutoka katika kitabu cha mwanzo Mwanzo moja ishirini na saba ambayo anasema, basi Mungu akaunda mwanadamu kwa sura yake, wanaume na wake aliwaunda. Lakini sio hivyo tu, Mwanzo mbili saba anasema, basi Bwana Mungu akamfanya mwanadamu, akavuta pumzi ya uhai mdom, mdomoni mwake, naye akawa nafsi yake. Lakini tukajiuliza kwa nini Mungu aliweka mpango wa lishe, tukaona kwamba lishe inatupatia nguvu, sio tu nguvu za kumtumikia nani? Mungu. Lakini pia ni ishara ya utii, tunapotumia mimea, nafaka na mboga mboga za majani. Lakini pia tukaona tunavyoishi leo ni matokeo ya vizazi vijavyo. weji tasmini leo ulivyovo, unavyokula, hiyo jamii inayokuja hapo mbeleni itakuwaje? Lakini pia tukaangalia, tuliangalia wito sasa kutokana na fungu letu kwamba tunapaswa kurudi Haijalishi kwamba tumetanga mbali na upendo yaani, kama zile mboga mboga tulikuwa tumeshazisahau tulikuwa, yaani tunaziona kama ni uchumi wa hali ya chini, mtu akila vile hajajipata. Lakini sasa tuna wito wa kurejea nyumbani, mnasemaje? Na nyumbani penyewe yeah, ni Edeni. Edeni kuna nini? Kuna mboga za majani, kuna nafaka, kuna mimea na majani mbalimbali, mbali ya kula leo. Tutakuwa na somo sasa, tunazungumzia tumejifunza kweli kama tunarudi Edeni. Lakini Eden kusudi kubwa Mungu alimuumba huyu mwanadamu asipatwe na magonjwa. Hivi unafikiria kweli Mungu alikuumba wewe uumwe au alikuumba kwamba ukisoma kitu leo au ukiwa darasani, umetoka tu darasani, mfano kama labda mtu tu muda mfupi uliotoka darasani umetoka. Akirudi hapo ukimuuliza umejifunza nini? Ah. Yaani mwalimu leo amepiga, amepiga yaani amepiga sana. Amefundisha nini? Akumbuki. Ah, jana yani, tulijifunza nini? Ah, jana alinigusa alinigusa sana. Alifundisha nini? Mtu akumbuki. Hayo yote ni mazala ya kwamba tumeacha tumeondoka Edeni, tumerudi kwenye mipango ya wanadamu. Sasa leo tunasoma uzuri nalosema, ijue afya yako kwanza. Ukisikia ya afya, afya ni nini? Tunayo masomo ya afya na kiasi na mitindo ya maisha. Sasa afya ni nini? Kumbe afya ni ile hali ya maisha kuwa mkamilifu Kimwili, kijamii, kiakili pamoja na kiroho. Yaani hili wao useme usimama hapo, unasema una afya, uwe na hivyo vitu vingapi? Vinne. tumesema moja nini, mbili, tatu, ya nne. We taja tu, we akisha, umetaja nne, ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya mwisho sasa wewe kama yenu unapungua kwenye hicho kimoja <coughs> bado afya yako tunasema na wewe ni nani? ni mgonjwa lakini watu wengi tunajua mtu akiwa akiwa ni mnene eh? ni mnene, yani, hivi tunaona ai yenu hapa kajipata yani ana afya nzuri jamani mimi natamani niwe kama yeye. lakini mtu akiwa tu yani huko tu kawaida tunaona kama vile maisha tutaenda tujifunze kwamba huo uzito tunauangaliaje au watu tunaangalia kutokana na anaendesha gari, vitu anavyovimiliki ndio afya. Kwa hiyo kuangalia kwa makini kwamba afya ni nini. Kumbe afya ni hivyo vyote vinne, kwamba kiakili uwe uwe vizuri, kijamii, kuhusiana na watu, wewe unavyohusiana na watu itatuonesha kwamba una afya. Kuna watu wana makasiriko, si ndio? Tunajua tu, yaani kuna mtu ukimwambia tu sasa hivi usikae hapa mwanzoni, kwa kuwa kuna kitu kingine inabidi usogee hapo Tayari ana atakuchukia milele kwamba yaani huyu dada alinihamishia kiti. Kuna mtu mmoja nilipokuwa shemasi Maranatha aliwahi kuniambia, yaani wewe dada sitakusahau. Kuna siku moja ila saa yaani hapo tayari tulishakuwa marafiki. Kaniambia kuna, kuna siku moja ni mgeni nimekuja Maranatha. Ulikuwa shemasi wa Azam. Nikwambia kaa nyuma kabisa. Yetu kaninyanyua, ukanipeleka hadi mbele. Yaani kwa hiyo ila alibeba kama anaambia kwa kweli nimekwambia sasa limeisha ni moyoni. Unaona sasa yani, mtu nnamtu tukumbe yani, na lile limempa makasiriko. Makasiliko ni nini? Ni upungufu wa afya, si ndio? Hana afya huyo, lakini pia si hivyo tu. Yaani mtu akili yako, tumefundishwa sana masomo ya, ya afya ya akili tutaenda kuyaangalia. Yaani kwamba kumbukumbu zetu, leo tutajifunza sana, tutajifunza masomo ya afya ya mahusiano, tutajifunza huduma kuu, lakini kumbukumbu kumbu zetu zimekaaje na tunavyoambia kwamba kumbukumbu zetu nipo hata maneno ya Mungu yanakuja, hayakai. Yani unaweza ukao, unamfundisha mtu anakutazama hivi, lakini kumbe alikai halikai kwa sababu afya ya akili haiko vizuri. Lakini pia kiroho, kwamba hii afya kimwili, ya kimwili kiroho, ya kiroho ya kijamii inatusaidiaje sasa kuishi kiroho vizuri? Hivi vyote vinategemeana. Huwezi ukasema kwamba una afya ya kiroho umesimama wakati huna mahusiano na jamii vizuri, wakati mwili wako ni zoo, yani ni zoofu, ni dhaifu. Ehe, anasema kuwa na afya bora au duni, kutegemeana na utunzaji au ukiukaji wa kanuni za afya bora. Kwa hiyo, kumbe ili useme una afya au tuseme hauna afya, ni kwamba kumbe kuna kanuni ambazo unapaswa kuzifata, endapo hizo kanuni usipozifata tu, tunajua kwamba yani wewe lazima uwe na afya bora au ni duni. Kwa hiyo hizo kanuni tunaenda kuziangalia ni kanuni gani, na tunapaswa kuishije kutokana na hizo kanuni ya, nasema afya duni ni chanzo cha matatizo mengi sana, kimwili, kiakili, kijamii na hata kiroho. unapokuwa na afya duni tuna- tunamaanisha kwamba umekiuka. Tunaona wazazi wazazi wetu wetu jana tujifunza wazazi wetu wa kwanza walivyokiuka tu zile kanuni ambazo Mungu aliziweka tayari walifukuzwa Edeni na ile miaka ambayo walikuwa wamepewa ya kuishi walikosa tena. Na kuanzia kipindi hicho cha Adamu hadi tunakuja sisi leo hii ukifikisha hata miaka 20 jambo la kumshukuru nani? Kumshukuru Mungu. Maana kuna siku moja nimeenda Bugando, kuna mtoto mdogo, yani anasiko seli, hawezi kupumua vizuri. Yaani moyo sijui unafanya. Yaani ukimwangalia tu hivi, unaweza tu ukapiga magoti kumshukuru Mungu kwa afya uliyokuwa nayo. Kwa hiyo sasa ni jambo ambalo tunapaswa kumshukuru Mungu kwamba Kumbe hata sisi leo kuletoa huu ujumbe ni kwa ajili yetu ili tuendeleze maisha yaliyo bora na tuweze kuishi miaka mingi tu hapa hapa duniani. Anasema taifa lenye ma, mafanikio makubwa hutegemea sana afya za wananchi wake. Vile vile, familia yenye mafanikio hutegemea ubora wa afya ya wanafamilia. Familia ambayo ina magonjwa kama nilivyo to, nilivyotolea mfano ugonjwa wa sikosele. Ni ugonjwa ambao matibabu yake yana gharama. Kwa hiyo kama kwenye familia kuna huyo mgonjwa na u... kipato chenu ni cha kawaida, lazima tu amte endelea mafanikio hata kuwepo hata, hata jamii inategemea afya za wana yani, za wana za za wananchi. Lakini sio hivyo tu, taifa lenyewe inategemea wewe uwe salama ukalime uuze mazao wengine wale lakini nategemea wewe uingie ofisini ufanye kazi na kutegemea wewe uingie darasani ukiwa na na nini nini afya, afya iliyo bora. Kuna watu wanasema kumbuka, afya ni nini? ni mtaji lakini nasema ukiukwaji wa kanuni mbalimbali za afya huleta athari hasi katika jamii, kama tulivyojifunza kwamba endapo hizi kanuni sasa tusipozizingatia, lazima tupate kitu kingine ambazo ni ka ni faida ambazo ni ni hasara za kutofuata ni kanuni za afya bora. Utunzaji wa kanuni za afya bora ni dawa bora kupita zote, ambazo kila mwanadamu anaweza kujitibu mwenyewe na kuepukana na magonjwa mbalimbali. Kumbe sasa tunaweza tukafundishana tuka, tuka sana. Mfano kama wadada wana, wanapenda sana kufuatilia kama jana alivyosema, na nili kija kwamba watu wana, wanatafuta motivation speaker. Mtu akiwa na uzito mkubwa ana, namna ya kupunguza uzito, anaingia YouTube anaangalia, anaelekezwa. Lakini anasema kwamba endapo tutarejea Edeni, tule mboga tule mbegu na nafaka, anasema yani ni dawa na ni tiba ya ambao sisi wenyewe tunaweza kujiponya wenyewe bila kwenda wapi huko kwa watu ambao wanatibu magonjwa mbalimbali mba. Lakini tunapokiuka hizi kanuni, anasema kwamba tunajitafutia magonjwa nini mbalimbali mba. Tutaenda kuziangalia kwa ufupi hizi kanuni, kanuni zenyewe ziko nani, na anasema vipengele hivi nani, kwa namna tofauti tofauti tunaweza kujifunza na kutupa elimu ya mambo haya makubwa nani, ambayo kama watu wangelizingatia kwa makini hospitali zetu na majumba yetu yangekuwa na, na uhaba mkubwa wa wagonjwa kumbe endapo tu, yani, kama unajisikia wewe, yani wewe <coughs> yani, haupo salama kiroho kimwili kijamii kiakili kuna hizo kanuni nane? tunasemaje watu wa Mungu ya kwanza ni nutrition lishe bora tuenda kujifunza tunapozungumza lishe bora tunamaanisha nini yaani mtu anaposikia lishe bora yani akilini mwako kuna nini kuna mtu anaweza akahisi lishe bora nikula vizuri si ndio? Kwa hiyo kwenye juma hili tutajifunza tunaposema lishe bora ni lishe gani hiyo lakini pia kuna mazoezi ya viungo. Mazoezi ya viungo pia tunaenda kuangalia ni mazoezi gani ambayo tunaweza tukayafanya. Pia tutafanya huko ndani ya chefo yetu lakini pia kuna maji. Kuna watu wengi kunywa maji apate kiu. Sayansi nasema unapopata kiu ndio kanywa maji ni kama mgonjwa. Unavyoumwa kichwa hiyo ni ashiria kwamba kuna ugonjwa mwingine unakusumbua. Kwa hiyo unapopata kiu ndio ukimbilie maji kwamba Kumbe, yani hiyo ni, ni alam kwamba wewe yani kuna kitu ambako hakiko sawa. Kwa wengi mfano kama sehemu hizi za baridi Mbeya, Arusha, Moshi, tunasubiri kwanza, yani nikipata kiu ndo nakunywa. Yani mtu hawezi tu kunywa maji yani bila kiu. Kwa hiyo sasa kuanzia leo tubadilike, mnasemaje? Lakini kuna mwanga wa jua. Mungu ajua na wewe una faida. Kuna watu unashangaa una kama hana kipindi, anakaa ndani kama ni hostel, ni yeye anakaa huko kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kama ni ghetto anakaa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa kumbe, na Mungu ajua ni kanuni muhimu, endapo tutaifuata kuna vitu ambavyo tutaongezea afya iliyo njema. Lakini kuna temperance ambayo ni kiasi katika tabia na mwenendo. Kwamba kila kitu tufanye kwa nini? Kwa kiasi. Tutaangalia ni kiasi gani ambacho wanakizungumzia lakini kuna hewa safi. Hewa safi. Hewa safi tutajifunza hewa safi hiyo tunayoizungumzia ni ipi? Ndio maana hata tukija huko mchepo nashangaa kuna watu wamefunga madirisha, kuna watu mwingine anafungua. Ni kwamba yani bado hatujajua umuhimu wa hewa nini safi. Huko magetoni, kuna mtu alisema ukikaa getoni unaona umiliki wako wote, si ndio? Tutajifunza pia huko tuishije ili tupate nini hewa safi. Unakuta mtu mwingine kwa kuwa anakaa geto, nasema huku kuna wezi, yaani tangia ahamie pale ajawahi kufungua tadirisha. Kwa hiyo tutajifunza kwamba hewa safi na umuhimu gani kwa mwanadamu, lakini pia ya mwisho trust in God, kwa kwamba hayo yote tunayoyafanya tunapaswa kuweka imani kwa nani? Kwa Mungu. Mungu ameweka kanuni mbalimbali mbali ili ziweze kutawala mienendo ya, ya binadamu ili kuepusha madhara makubwa yatokanayo na ukiukaji wa kanuni hizi. Kwa Mungu ameziweka hizi ili kuepuka. Kumbe kuna madhara endapo hizi kanuni nani, ukizivunja. Kuna madhara makubwa tutaenda kuyaona magonjwa ya kuambukizwa, magonjwa yasioambukizwa. Tulisema na vyakula eh, viwandani. Tutaenda kujifunza katika wiki zijazo. Kushindwa kuzingatia kanuni hizi husababisha madhara makubwa kiroho, kimwili, kijamii na kiakili. Sasa, unaji, unajiuliza hivi kwa nini yani watu watuzingatie tu hizo kanuni? Kwa uchache tu yaani, kwamba kanuni sinikunywa maji, kuna hewa safi, yaani wote tunazijua hapa. Mtu akisimamishwa hapa Msabato kuzitaja tena, nakwambia ni new start, ehe, ni nutrition, lishe bora. Lakini sasa, je, hizo ni nani kwa <coughs> unazijua, unaziishi? Ni chache tu lakini kumbe ukiziishi tu, hicho una unajipunguzia una athari za kupata magonjwa ya kuambukizwa, yasiyoambukizwa. Lakini sasa, kwa nini watu hawazingatii? Sababu ya kwanza iliyo iliyosemekana kwa nini watu wazingatie, ni ujinga. Ujinga sio jambo la la aibu, lakini ujinga ni kwamba mtu aelewi, lakini akieleweshwa, anafanya anafanya. Kuna mtu mwingine leo ndo mara ya kwanza kusikia hizi kanuni, kwa hiyo leo tukimuelewesha hapa atazizingatia na atakuwa salama. Lakini kuna anasema kwamba sio ujinga tu, wengine ni uzembe. Tunazijua, sio kwamba tuzijui tunazijua tunaweza tukazitaja na tunaweza tukatoa na hadi nukuu, lakini sasa hatuziishi. Huo ni uzembe. Lakini pia anasema kutokuwa na nini na kiasi, anasema mienendo <coughs> mienendo isiyofaa kama vile uzinzi na urevi unaweza kusababisha magonjwa kama vile ukimwi na kansa za aina mbalimbali. Yani watu hatuna kiasi. Yaani mtu kwa kuwa umeona fulani yuko hivi na wewe unatamani kuwa vile. Hujui kwa nini yuko vile. Kwa sasa kutokuwa na kiasi na kila ambacho anakifanya watu wengine amewapelekea mbali kuwa na athari athari hasi katika maisha yao ya kimwili na kiroho pia. Lakini pia uwezo duni kifedha, mali, hata elimu, yani kuna watu kweli hii elimu hawana. Kuna mwingine yani hii elimu tu yani haijui haijui kabisa. Lakini tunaona pia umaskini, unakuta mtu mwingine hata yani tu ile kupata kila siku, unakuta najua, tunafahamu huko ukienda kwenye sehemu zetu ni mboga moja tu kila siku anaenda kuchuma kisavu, si ndio? hiyo na yenyewe inachangia matunda. Matunda hayapo sasa hivi kiangazi, yani matunda hamna. Kwa hiyo na yenyewe anachangia, lakini tuenda kujifunza tufanyeje sasa ili hizi kanuni nane za kiafya tusizikiuke. Lakini pia anasema kuna udhaifu wa kulisi, yaani yule malezi, mtu amekulia ame, ame, ame kwenye maisha hayo, yani wazazi wake wamemlea hivyo, kwa hiyo anaona maisha ndio yako hivyo, kwa hiyo anaendelea kuishi hivi. Lakini ni matokeo gani ambayo tunaweza tukayapata kwa kutokujali hizo kanuni? Hizo kanuni nani, kusipojali tutapata nini? Anasema uzaifu wa kimwili, kiroho, lakini pia tutapata maambukizi ya magonjwa, lakini pia tunaweza tukapata shida katika jamii. Kama yaani wewe anyway, haujali zile kanuni, lazima tuupate upate shida. Kwa nini kwenye jamii? Lakini pia anasema uduni kifamilia, kijamii na hata kitaifa. Unakuta una hakuna elimu hakuna kipato, kwa hiyo sasa inasababisha hata zile kanuni unakuwa ni vigumu kufanya kuzipata. Anasema sasa dawa, sasa dawa, dawa gani tunaweza tukaitumia kujiepusha na matatizo haya? Anasema ni kuzingatia zile kanuni nani. Haina option kwamba sizijui, haina option kwamba sina hela, haina option kwamba mazingira niliyokuwa hawazijui, hawajanifundisha. Tutajifunza katika wiki hii na tunapaswa kuzizingatia unasemaje? Amen. Kama nilivyowaambia, ili uwe na afya kuna makundi mangapi? Makundi mangapi? Moja moja, mbili, tatu, ya yani, nne. Sasa siku ya kesho tutaanza na afya moja moja, yaani tutaenda kuiangalia kwa upana wake. Kesho tutaanza na afya ya kijamii, ni kwa jinsi gani afya ya kijamii inakusababisha wewe uwe na afya bora. Tutaenda kuangalia mahusiano yako na watu yanapaswa aweje, mahusiano yako na watu yanaharibu nini, na usipohusiana na watu nini kinachokukumba na tutaenda kuangalia. Kwa mfano kuna ugonjwa unaitwa unyongonyevu, tunaofahamu. Kuna sonona, kuna msongo wa mawazo, tutaenda kuyaona. Niwakaribisheni sana, Mungu na aweze kuwabariki.

za afya ambayo itatusaidia sisi kukua kimwili kiroho kijamii na kiakili. Tusimame nikupate kuomba tuombe. Asante mwenyezi Mungu kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo wa kipindi hiki hadi mwisho. Ombi letu tunahitaji Mungu wetu tukufate wewe kweli, sisi hatuwezi ila tunahitaji nguvu kutoka kwako t